Taifa. Washukiwa wawili wanaotuhumiwa kuwaua simba katika mbuga ya Maasai Mara huko Narok walifikishwa mahakamani wakitaka kuachiliwa kwa dhamana katika mahakama ya Narok. Na kutoka Uasin Gishu, mtu mmoja amefariki kufuatia ajali ya barabarani katika barabara ya Eldoret Kapsabet karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Eldoret. Taarifa hiyo na nyinginezo ni kwenye mkusanyiko wa taarifa za kaunti. Ajali hiyo ilihusisha lori la mafuta ambapo linadaiwa kupoteza mwelekeo na kutumbukia mto wa Kipkaren ikimuua dereva wake. Kwa mujibu wa wakazi, dereva huyo alikuwa akiendesha kwa kasi aliposhindwa kulidhibiti. Katika kaunti ya Narok, washukiwa wawili wanaotuhumiwa kuwaua simba wa nane kwa kuwawekea sumu katika mbuga ya Maasai Mara leo wamefikishwa tena kotini wakiomba kuachiliwa kwa dhamana. Wawili hao Topasat Salangat na Simindei Nauroki walikamatwa siku 15 zilizopita kwa kosa la kuwatilia sumu simba hao baada ya kudaiwa kuwavamia mifugo wao na kupelekea simba watatu kufariki. Kupitia kwa wakili wao Ole Kamwaro na Mary Muigai, watuhumiwa hao walisema kuwa wana haki ya kupewa dhamana hafifu, kwani walikuwa wakijilinda maisha yao na mifugo wao ambao hutishiwa kuvamiwa na mnyama simba. Uamuzi kamili wa iwapo wataachiliwa kwa dhamana utatolewa siku ya Jumatatu wiki ijayo na hakimu mkazi Alan Sitati. Katika kaunti ya Nyeri, takriban familia mia moja zimepoteza makao katika eneo bunge la Kieni baada ya mvua kubwa ya El Nino kuharibu vijiji, mashamba na hata biashara zao. Wakazi hawa wa Karemenu, Nairutia, Tanyai, Kanyagia, Muhonia na Ruwai wamekuwa wakipata hasara kufuatia maji mengi ya mvua yanayoharibu mashamba yao. Ni mvua iliyonyesha kwa siku mbili zilizopita na kusababisha mto Karemenu na Ruai kuvunja kingo zake. Makurutu 16 kutoka chuo cha mafunzo cha polisi cha Kiganjo wamefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kutoa vyeti bandia na kutoa habari za uongo kuhusu kiwango cha elimu yao. Washukiwa hao walifikishwa mbele ya hakimu mkuu wa Nyeri John Oyego huku kukiwa kumesalia wiki chache kabla ya kuhitimu kwao kutoka chuo hicho. Kwingineko mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 40 anauguza majeraha baada ya mke wake kumvunja mguu na mkono huko mbele kutokana na mzozo wa kinyumbani. David Njue anadaiwa kushambuliwa na mkewe baada ya kukataa kutoa shilingi mia nne alizokuwa ameuza miraa katika soko la karibu la Munathiri. Jeff Kirui, KTN leo.